Improving Tanzania Foundation ambao wanatuletea vifaa kwa msaada kwa ajili ya vituo vyetu. Sema kuna namna moja nyingine vinatusaidia sana, kwa sababu unakuta pale penye mapungufu, wanapita kila kituo vituo waicaji, wanasema wanahitaji vitu gani, wanahitaji vitu gani, na baada ya muda tu ambao hatukui muda mrefu nakuta kaa tumeletewa. Mpaka sasa hivi wameshatusaidia hizi sola na vitanda ya kufudia mama ya uzito na dawa mbalimbali. Kwao almost unaweza ukasema karibu ya vituo vyote wameshakuwa kwa msaada ao kutoka kwa hawa wenzetu ambao ni Improving Tanzania Foundation anatufanya takumsapoti Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, shukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongoziweku wanaoongoza kwa namna ambavyo wamejengea mazingira mazuri sera nzuri na mahusiano mazuri. Leo tunaona faida yake. Mfano, leo tulikuwa na wadau wa maendeleo wakija kutuunga mkono, baada ya kuona sera nzuri na kiongozi vizuri. Kwa sisi kama watumishi wa halmashauri, la kwanza kabisa ni la kushukuru. Tunashukuru sana uongozi wa serikali kwa sasa, kwa sababu umefungua milango kwa wadau mbalimbali za maendeleo uwekezaji. Uliofanywa na serikali kwenye sekta ya afya sasa unaleta matunda. Majengo yaliyojengwa vituo vya afya, hospitali na zahanati zimeleta hali nzuri ya wadau wengine kukubali kuchangia kwenye mwendelezo wa hizo jitihada za serikali. Kwa mfano, leo tulikuwa na taasisi hii ya Improving Tanzania Foundation ambao kwa hiari yao wenyewe wameamua kuunga mkono jitihada za serikali Wamekuja, wametupatia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuboresha matibabu kwa wananchi wetu. Sisi kama serikali, kama watumishi wa serikali, tunajisikia faraja, kwa sababu vifaa hivi ambavyo leo tumevipokea vinakwenda kuongeza nguvu pale ambapo serikali ilishawekeza kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu wa Halmashauri ya Bumbuli. Tunaamini, tunaposhirikiana Tuna na wadau kama hawa, pamoja na nguvu kubwa ambayo serikali iwe maendeleo katika sekta yake yataonekana kwa haraka zaidi na wananchi watapata huduma bora. Ahadi yetu kwa wadau wa maendeleo wote kwa ujumla ni kwamba sisi kwa niaba ya serikali watumishi wa halmashauri ya Bumbuli, tuko tayari kushirikiana nao bega kwa bega kuhakikisha kwa kwamba maendeleo yanayotarajiwa yanawafikia wananchi. Lakini kwa vifaa ambavyo wametupatia, tunawaahidi kwamba tutavitunza, tutahakikisha vinatumika sawasawa na matarajio ya kwao kwa manufaa yetu sote. Niendelee kushukuru serikali kwa kuendelea kusimamia swala la amani kiasi kwamba kila mdau anakuwa huru ndani ya Halmashauri ya Bumbuli kufanya shughuli zake bila bugu la ii